Asalamu alaykum. Mheshimiwa mwenyekiti wa ACT, nakusikiliza kwa makini sana. Ili suala la mawakala, kwa sababu bahati mbaya nzuri toka chaguzi za vyama vingi hata vyama kimoja, nime toka sitini na tano nimehudhuria na maeneo mengi nimeona mawakala wenu huwa natimuliwa je, hamkuwahi kuwashauri tume kwamba kama hilo lazima litokee basi wawepo mawakala mbadala. Pili, mmejaribu kupeleka malalamiko yenu kwa tume? Kwa sababu hata mi kwangu bububu kule, mbali ya watu vijana wangu kupigwa, nami mwenyewe mbele ya nyumba yangu nimeona, lakini kuna vitisho vya aina hii, sijui polisi wanasemaje juu ya swala hili kwa sababu linafanyika na wanavaa ninja, mimi nimeona. Tatu, umezungumzia kwamba ukijaaliwa na ukipata baraka za watu wa Zanzibar kuna msururu wa mambo umeahidi ahidi kuyafanya, lakini eneo na moja naona hujaligusia ambalo kwangu mimi na nafikiri watu wengi ni la justice huku mahakama ambazo kwa bahati mbaya mimi mmoja sijui wengine wamepoteza imani kwao. Kwa mfano hapa Zanzibar, utaona mtu kaiba nazi, kaiba ndizi, wamejazana tende kule jela, wanapoa dhamana, lakini watu wenye tuhuma nzito wanapata dhamana. Lakini kubwa zaidi, huu mtindo wa mtu kakamatwa, alafu unasikia unafanyika uchunguzi kwa sababu navyojua mimi japo si mwana sheria kwamba mtu atakamatwa, of course, mbali ya mada ya kesi na kesi nyingine, huo uchunguzi ushafanyika na kuna dalili kwamba amefanya uhalifu ndio anakamatwa. Je, wewe kama utaingia madarakani utaliangalia hivi hivi? Labda nikwambie kitu kimoja, Ghana, na nafikiri mwezi uliopita Barbados, siku hizi kila hakimu akishapata training anakwenda kukaa jela kule kama wiki moja, ili iwe mafunzo kwamba ninavyomnyima mtu dhamana kule anakokwenda kuko hali gani, ili alale kule kwenye virago. Kwa hiyo mahakimu kwa, kwa siu mnaita misdimena, sijui kitu gani, kesi ndogo ndogo. Je, hufikirii kama wewe utapata madaraka swala kama hili kulitilia maanani? La mwisho, kwa uadilifu Viongozi wa dini huwa ndio namba one. Tumeona viongozi waadilifu bara wale, hasa wa dini ya Kikristo hapa, nasikia tu wanazungumzia amani amani, lakini kwa bahati mbaya au nzuri, nimepitia pitia kidogo tafsiri ya Qur'an ya Sheikh Abdul Saleh, kila pahali navyozungumzwa amani, nazungumzwa haki. Hamwambii watu nao angalau basi wakazungumzia kwamba haki ni mtoto wa amani? Asante. Shekhe Baza wangu Salim Said, kuhusu mawakala, swala hili la mawakala bahati mbaya linafanywa kwa e, linafanywa kwa maksudi na linafanywa baada ya mbinu nyingi, kwamba ku, ku, ku, ku, zimeshindikana zime, kwa hivyo tumetoa tahadhari tumetoa indhari, watakuwepo wa, wa, wa, wa, wa mbadala kwa wa utaratibu wa, wa kawaida, lakini tunachosema sisi hatukuwa na sababu ya kufika ya kufika huko, kwa sababu hichi ni kitu kinapangwa, ni calculated mina kwamba mpaka wale maofisa wanaokwenda kusimamia wamefunzwa hichi kitu namna gani ya kwenda kukisimamia eh, kwamba kadri atakapotokea wakala ame, basi e, pale ndio itakuwa ni wakati waku, waku, kutumia kupata njia ya kuweka ama kura feki ama kufanya kitendo chochote kile chaku ni, mawaka, ni watu ambao maofisa wa serikali wametumika. Maofisa wa serikali kutoka INEC kuja kuwafunza maofisa wa, wa ZEC kufanya vitendo hivi. Kwa hivyo hata tungewaambia au nani, tume uchaguzi wenyewe, bado hili lina mkono wa tume kwa kushirikiana na chama cha mapinduzi eh, kulikamilisha kwa sababu ndiyo njia pekee ambayo itawasaidia katika, katika wizi wao. Suala la vitisho vinavyoendelea ili kama mnakumbuka Sheikh Salim na wengine, sisi tulichukua hatua sio tu ya kuwaambia polisi ni kwenda kuwaona, kwenda kuonana nao uongozi wao wa juu na mara kwa mara tumekuwa hili tukilitolea taarifa, kila kitendo kinachotokea tukikipata sisi tunatoa taarifa, na ni shukuru kwamba kuna baadhi ambavyo wamevichukulia hatua e, tena hatua madhubuti kwa kweli. Kwa hivyo tunasema vinaendelea kwa sababu wanaofanya ni wanajulikana e, ni kwa madhumuni yao, lakini sisi tunasema kila tunachokisikia tukakithibitisha tunakiripoti na viko ambavyo vimechukuliwa hatua tena hatua nyingine madhubuti kabisa mpaka hatua za kinidhamu. Tatu, kuhusu kwamba tumesema mengi, lakini moja hatujalisikia kuhusiana na marekebisho ya, ya, ya, ya, ya mahakama Salimu, hili kwanza kusoma ilani yetu hili liko, liko wazi kabisa lakini hata na sisi tumekuwa labda hatujalieleza mahsusi in detail nini hatua tutakazochukua, lakini sisi katika jambo la moja la msingi ambalo tunasema kwamba nchi hii haitoweza kwenda mbele kama mfumo wa utoaji wa haki hatutourekebisha. Bahati nzuri, hili hatulisemi kwa kusikia, mimi na uzoefu wa kutosha katika jambo hili kwa hali ilivyo na uzoefu wa kutosha nilikotoka, eh, kwamba kwa mfano nilipoingia kwa mkurugenzi wa mashtaka pale mwana kwerekwe tulikuta sisi kesi zaidi ya elfu moja mia tano katika mahakama za wilaya, na nikachukua hatua kesi zile kuzipitia moja baada ya moja, mafaili yote, tukafuta kesi zaidi ya elfu moja tukabakiwa pale mahakamani na kesi mia tano tu, lakini kesi elfu moja nyingine zilikuwa hata wenyewe wanaita folio b, hata folio b hamna maanake, yale maelezo ya mlalamikaji pia hamna, lakini zimekuwa zikienda, watu wamechomolewa pesa nyingi. Ulikuwa ni mradi mmoja mkubwa sana ambao tuliuvunja. Na la pili, ulipokuja mahakama za mkoa pale Vuga tulifuta kesi zaidi ya mia nne tukabakiwa na kesi tisini na mbili tu pale mahakama za fuka. Sasa najua hii enterprise ya ya uonevu wa watu katika mfumo wetu wa criminal justice, lakini sisi tumejieleza wa, wazi kwamba kama heria hii lazima tuifanyie, kuanzia ajira mahakama nidhamu zao, maslahi yao, wanavyowekwa wawe huru. Mimi niwaambie ndugu zangu kwamba kwa kweli Zanzibar tunao baadhi ya mahakimu waadilifu sana. Tunao watendaji wa mahakama ambao ni waadilifu kweli kweli. Tunao baadhi ya majaji waadilifu kweli kweli kweli. lakini mfumo wanaofanya kazi kusema kweli umewafikisha pahala na kuwa wanafanya kazi katika mazingira magumu. Tunaamini kwamba tunaweza kuni, lakini eria nyingine katika mahakama ambao lazima tuirekebishe ni swala la kitu tunaita administrative justice yaani hawa wenye mamlaka ya umma kuweza kufanya maamuzi kwa mujibu wa sheria na kanuni na taratibu zinazokubalika. Shida yetu sisi, waziri anaweza kaamua kitu kinyume na utaratibu kinyume na sheria na hakuna wakumuuliza, e, katibu mkuu, kila mtu anaweza kufanya hivyo. Sasa sisi tunakwenda kuweka inshallah mfumo wa administrative justice ambao utampa haki mwananchi kwa utaratibu ambao usiokuwa na shida kuweza kufika kupata remedy kwa maamuzi yale ambayo yatakuwa ni kinyume na sheria, yatakayofanywa na watendaji na viongozi ambao wako katika wanashika nafasi za eh, ofisi za umma eh, na kuweka utaratibu wa kuwachukulia hatua wale ambao wamefanya mambo ambayo ni kinyume na utaratibu na maadili ya utumishi wa, wa umma ni, ni moja katika eneo ambayo tunakwenda kulichukulia hatua, lakini mimi niwaambie eneo moja ambalo ni muhimu sana na wengi hawatulioni. Mara nyingi tunaiona mahakama katika upande wa siasa na nini za kawaida, lakini eneo moja ambalo ni muhimu sana ni katika utatuzi wa migogoro ya kibiashara ya, ya aina mbalimbali mbali. Kusema kweli, uchumi wetu hasa huduma za kibenki zimekuwa ghali, zimekuwa shida, kwa sababu hatuna mfumo mzuri wa utatuzi wa migogoro ya kibiashara. Kwa hivyo tunakwenda kutafutia kufanya mambo mawili makubwa. La kwanza ni kuimarisha mahakama ya biashara kwa kutafuta mtu ambaye, au majaji ambao ikiwezekana hata kutoka nje ya nchi, watajenga imani ya investors na wafanyabiashara pamoja wakubwa, kwa sababu tunaiona Zanzibar kwenda kuwa na biashara kubwa, sio hii duka wala tulionayo leo. Tunakwenda kuwa na corporate economy ambayo inahitaji mahakama, tunakwenda kuwa na financial services, tunakwenda kuwa na capital market, tunakwenda kuwa na insurance services na service nyingine za kibiashara zitakazohitaji kuwa na mahakama ambayo watu watakuwa na amani, watu watakuwa na imani kwamba yes tunakwenda kwenye mahakama ya biashara, it should function properly as a commercial court. Hilo ni ni, ni dhumuni letu, na tuna inshallah tunakwenda kulitekeleza. Lakini eneo jengine ni utatuzi wa migogoro nje ya mahakama, tunakwenda inshallah kutunga sheria mpya ya arbitration. Sheria tulionayo ni outdated kupita kiasi. Eh, tunatumia bado sheria ya arbitration ya, ya, ya, ya Waingereza yatokea mwaka 1948 ambao wao wenyewe wameshatunga sheria mara tatu kufuta sheria. Sisi tunakwenda kutunga sheria itakayokwenda na viwango vya sasa vya, vya, vya, vya sheria za arbitration na kwenda kuanzisha arbitration center Zanzibar ambayo itakuwa na heshima katika region hii na wafanyabiashara wote katika region hii wanaweza kuitumia, ndio madhumuni yetu. Kwa hivyo eneo hili tunakwenda kulipatia ufumbuzi kwa sababu tunaamini ndio utakuwa msingi wa uchumi wetu. Lakini na jingine ambalo tunakwenda kulifanya ni kutunga kitu tunaita sentencing policy. Shida tulionayo Zanzibar, hatuna sentencing policy, ndio maana hiyo unayosema Sheikh Salim kwamba leo mtu mwizi akikamatwa nani anakwenda kufungwa. Lakini duniani hakuna kufunga na kutoza fine tu, kuna utaratibu wa, ku, wa ku, eh, ku deal na offenders kuwarekebisha, ambazo ni human zaidi, ni za kufunza zaidi, ni za rehabilitation zaidi eh, na tutakapotuka sentencing policy hata hii kifungo kitakuwa ni kitu hakina, hakina maana sana kuliko hizi hatua nyingine ambazo leo dunia imeziadopti na imeweza kufanya, kufanya kazi vizuri. Kwa hivyo katika eneo hii ndio tunaosema sisi wenzetu wamekuja wameona kuimarisha mahakama ni kujenga majengo mapya. Lakini ujenzi wa majengo mapya bila mlendani mtu kwenda kupata haki yake inakuwa ni kama jeneza la dhahabu kwa maiti eh? Manake maiti hata ukimtengenezea jeneza la almasi halimfai kitu. Yeah. Yeah, ukimweka kwenye kitanda cha kamba ukampeleka kaburini ukimbeba tu ndani ya mkeka ukampeleka kaburini, ukimweka sio kwenye jeneza. Sasa ili ni kama jeneza la dhahabu lakini, liko sector reform, ina five thematic areas, ina maeneo matano muhimu makuu ya kurekebisha, ili mfumo utoaji wa haki Zanzibar urekebishwe. Mahakama peke yake ina maeneo kumi na moja ambayo yanahitaji kurekebishwa ili utoaji wa haki na access to justice ndani ya mahakama uweze kufanya kazi. Na jingine umeuliza kuhusu uadilifu wa viongozi wa dini na kuhusu kuzungumza amani na, na, na bila ya haki, tunasema bahati mbaya e, chanzo cha jambo lote hili ni ofisi ambayo ilitegemewa kwamba isimamie mwenendo mzuri wa dini na taasisi za dini ya Kiislamu Zanzibar, ofisi ya Mufti ndiyo chanzo, kwa sababu katibu mtendaji ofisi ya Mufti, yeye ndiye amekuwa mhamasishaji na mweka mikakati ya kwamba viongozi wa dini wasizungumzie wasizungumzie haki amekuwa kwanza ana, ana watu wake mwenyewe kaweka kwenye payroll. Na hawa ndio wanao, ndio ukweli, mambo lazima, tunataka kujenga nchi yetu, hili ni la kwetu eh. Wako kwenye payroll kabisa, wanalipwa na nini, wanatembelewa wengine, wanafanyiwa na maslahi mazuri eh, kazi yao kuja ku, kufanya hili. Lakini tumeona kwamba sasa hivi hata makhatibu baadhi ya misikiti wanapangiwa eh, wengine waliokuwa hawapendezi wanaondolewa. Kwa ufupi ni kama dini sasa hivi ya Kiislamu imekuwa kama ni dini ya serikali, sio tena dini ya Waislamu. Na tumeona hata shughuli za kiserikali za Eid, baraza la Eid nini, kawaida shughuli za serikali leo zinatumika kama ni campaign platform au zimetumika kama campaign platform, ya wazi kabisa kupitia katibu mtendaji wa ofisi ya mufti. Kwa hivyo ndio tumefika hapo tulipofika hii leo katika, katika, katika viongozi wa dini Wef, tunashukuru lakini. Hawa ukiachia hawa, tumeonana sisi na viongozi wa dini katika sehemu mbalimbali Pemba na Unguja, na wengi wao tumeonana. Baraza la maimamu ma, ma, ma, ma eh, Pemba na Unguja tumeonana na viongozi, walimu wa madrasa, mashekhe, walimu mbalimbali mbali. Tume, tume, tumeonana nao na wengi wanatambua tatizo, wanatambua tatizo. Kwa hivyo tunashukuru kwamba tatizo limejulikana, lakini pamoja na hao wachache, lakini wengi wao wamesimama katika misingi e, ya uadilifu, wanatambua kwamba haki ndio mama wa wa amani tuna, tunashukuru kwa hilo, lakini labda kama ni kuongezea, mimi ni, niseme jambo moja tu kwamba muhimu kuhusiana na hili ni malizie kwamba kesalumtukiangalia kitu ambacho kime kimekufa Zanzibar, na ambacho ni cha hatari, tena cha hatari zaidi kuliko hata hicho wanachofanya hao mashekhe wanaosema haki bila ya, ya amani bila ya haki, ni makuzi ya watoto wetu. Makuzi ya watoto wetu mimi na wewe na wengine wa, warika hili tumefunzwa mambo mawili makubwa kwa mujibu wa silka na maadili yetu ya Kizanzibari: kukinai kumshiba Mwenyezi Mungu mwine. Haya mambo mawili wengi, hata ukimwona mtu mlevi anaanguka na papa suka Zanzibar, lakini mambo hayo mawili tulikuwa tumeshikamana nayo sana, hata wasiokuwa Waislamu wenzetu tu tumekuwa yaani, imekuwa hiyo ndio kama sehemu ya silka ya zanzibari mtuku kinai na kutosheka, eh? Mtu kushiba Mwenyezi Mungu, imani kwamba jambo ah, li riski yangu ntalipata mimi. Leo bahati mbaya, na mimi hii ndio inaonitisha zaidi ndugu zangu, kwamba tuna vijana, tuna rika ambalo leo linaingia kwenye uongozi ambao eh? kwa wao kuiba kupata ndio muhimu zaidi kuliko kwamba kupata kwa njia ya halali. Kwao wao ni kwamba nguvu zao ndio zinawafanya wapate. Na bahati mbaya wanasema hadharani. Tumesikia hata jana mtu eh, anasema ambaye ana wadhifa na karuhusiwa, anasema maneno haya mbele ya viongozi siriasi wa nchi kwamba kuiba ni haki yetu. Eh, anasema hayo kiongozi, mbele ya viongozi, mbele ya ya, ya, ya watu serious katika, katika nchi na kila mtu anafurahia anaona ni jambo la kawaida na ndio, kama, kama ndio ukweli. This is very serious. Lakini kikubwa zaidi ndugu zangu, tumeona kwamba tunao kwa mfano mimi najit, nasema. Mimi nimetoka kwenye fami, familia maskini mpaka leo nimefika alhamdulillah, napo pa kukaa na gari na mambo mengine naendesha familia yangu naweza kusomesha watoto wangu eh? Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa malezi niliyopewa eh? Kwa sababu wako ndugu zangu ambao hawatimizi hata elfu moja kwa siku mpaka hii leo ninavyozungumza, ndugu zangu, baba mmoja, mama mmoja, mimi nimepata fursa hiyo. Kwa hivyo nachukulia kwamba Mwenyezi Mungu alichonipa, lakini na wenzangu kama mimi au chini yangu mimi leo wako wanapambana kuua ndugu zao kufanya gilba kuhujumu ku..., ili apate cheo. Maana ni kama kwamba haya aliyoyapata kayapata kwa nini kaya kwa, kwa dini yake mwenyewe kwa nguvu yake mwenyewe. Hii ni hatari sana. Hii sio mila ya Kizanzibari, hii sio silka za Kizanzibari, huu sio utamaduni wa Kizanzibari. Kizazi hichi kitakwenda kuiharibu nchi hii, na sasa ndio wanaingia kwenye uongozi na baadhi yao wamepewa nafasi kubwa, kisho kutwa ndio watakuwa maraisi maana wamefika wengine nafasi ya chini ya huo urais, ndio hao kwamba alichonacho yeye hakiki hakinai, anaona lazima apate, apate ziada na atakipata vipi doesn't care. kama mtu atakufa, atauliwa really, they really don't care. Tuna kizazi hicho Zanzibar sasa hivi. Hii ni kazi yetu sote kusema kweli, eh, kwa sababu hii ni zaidi tu ya ya, ya viongozi wa dini, tuna hichi kizazi, hichi kizazi hatari. Hii ni msiba mkubwa ambao utakuja huko mbele. mimi na nawashukuru sana, baada ya kusema hayo.